Kwa majina mimi naitwa Hawa Shani Lwelo, mimi ni meneja wa kanda kanda ya kati EWURA au mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji. Leo tuko kwenye ukumbi wetu hapa Singida mjini, tumetoka kuonana na wadau wa hapa Singida mjini kuhusiana <laughs> na matumizi salama ya gesi ya kupikia inayojulikana kwa kita, jina la kitaalamu ya liquefied petroleum gas au kwa kifupi LPG. Tumefanikiwa leo kuonana na wadau wengi tu kutoka mji mj... mj... mj wa Singida. Tumeonana na kina mama Lisha, wawakilishi wa wanachama wa bodaboda, lakini pia tulikuwa na wadau kutoka Zimamoto, na pamoja tulikuwa na wale wasambazaji wakubwa wa, wa gesi ya LPG pamoja na wale wasambazaji wadogo. Lengo kuu la kikao ambacho tumekifanya leo ilikuwa kujadiliana juu ya matumizi salama ya gesi ya kupikia, lakini pia kupokea maoni kutoka wadau wa Msingida mjini juu ya uelewa wao na changamoto zozote ambazo wanazipata katika kutumia hii gesi. Nashukuru sana kwa kweli, kitu ambacho tumekiona kutoka kwa wadau wengi ni kwamba hii swala la kutoa elimu ni endelevu, ni lazima tuwe tunaendelea kufanya hivi vikao kazi katika kusaidiana na kutoa elimu juu ya haya matumizi salama. Wa, wa, wadau wengi sana leo wametushukuru sana, walikuwa kidogo wana kutokuelewa namna ya kutumia salama hizi mitungi yetu ya gesi Tumewaelewesha kwamba namna ya kuhifadhi vizuri hiyo mitungi ya gesi, namna ya kutumia gesi, mtungi wa gesi vizuri, namna ya kutambua je, kama mtungi wa gesi unavuja au hauvuji, ufanye kitu gani kama kukutana na hiyo. Tumetoa namba za simu za za kupiga kama dharura ikija ikatokea. Tulipata wadau hao, watu wa zimamoto, wakashauri kama kama kuna dharura ya moto, wapige ile namba yao ya simu ya 114 lakini pia upande wetu wa EWURA Mita, kuna ile namba ya sifuri mianane kumi na moja sifuri sifuri thelathini. Kwa hiyo tunawashukuru sana wote ambao walifanikiwa leo kushiriki katika kikao chetu, na naamini kabisa kwamba sisi kama EWURA tutajitahidi kuendelea kutimiza ule wajibu wetu wa msingi wa kuendelea kutoa elimu kwa huduma kwa umma wetu wote, lakini pia kulinda mazingira na kutunza mazingira kwa namna ya kwamba tuendelee kuhamasisha utumiaji wa gesi nishati safi, kwa maana hii gesi ya kupikia, na tuendelee kushirikiana. Tunashirikiana na hizi kampuni ili waweze kuendelea kutoa elimu na pia kusambaza hiyo huduma. Kama unavyosema katika kikao, niliwaambia kwa mfano viwadao leo kwamba ofisi ya kanda ya kati inasimamia mikoa minne, kwa maana kama ni Iringa, Singida, Dodoma na Morogoro. Katika hii mikoa sasa hivi, sisi kitu ambacho tunakifanya ni kwamba tunahamasisha na hawa wasambazaji wadogo ili waweze kuendelea kusambaza hii huduma kwenye vidoo vidogo, na tunajaribu kutoa ile elimu, umuhimu wa kuwa na mkataba kati ya yule msambazaji mdogo na yule msambazaji mkubwa, ili waweze kupeleka hiyo huduma kwenye hivi sehemu ambazo zipo kama vijijini ambavyo labda kwa sasa hivi hii huduma bado haijapatikana. Lakini kimsingi sisi wajibu wetu kama EWURA eh, wajibu wetu mmoja kubwa sana ni wajibu wa kuchochea upatikanaji wa huduma hizi muhimu. Kwa hiyo, nadhani tutaendelea kama EWURA kushirikiana na hizi kampuni wa wasambazaji wale wakubwa wa ili kuhakikisha kwamba hii huduma muhimu sana inaendelea kupatikana katika haya maeneo ya vijijini.